Hatimaye raia wa Iran wameamua kujibu kutokana na lile tangazo la jeshi la Israel eh, IDF ambao waliwataka waondoke katika maeneo ye, muhimu ambayo yapo karibu na miundombinu ya kijeshi. Sasa raia eh, wa Iran wanasema kwamba hawapo tayari kuondoka kutokana na kile ambacho kiliandikwa. Wananukuliwa wakisema kwamba hawawezi kuondoka katika mazingira hayo, kutokana na sababu zao ambazo wao wenyewe wanazisema. Sasa kwenye taarifa iliyotolewa na BBC, uh, imeandikwa kwamba Wairani wamezungumza kufuatia maagizo ya IDF ya kuwahamisha, ambapo raia wa Iran wamesema eh, kuhusiana na maagizo ya IDF ya kuhama maeneo hayo hawako tayari. Mmoja alisema kwamba kwa bahati mbaya nimeshaona ujumbe huo. Ilikuwa jibu la kwanza kutoka kwa mtu aliyezungumza na BBC. Anasema kwamba nilipowatumia onyo la IDF linalowataka Wairani wote kuondoka maeneo karibu na maeneo ya kijeshi, tunastahili kujua vipi wapi ni eneo la kijeshi na wapi sio? Aliuliza miongoni mwa watu waliozungumza na BBC, raia wa Tehran e, wakiwa na wasiwasi. siwezi tu kuondoka Tehran, siwezi kuwaacha wazazi wangu wazee ambao hawawezi kusafiri mbali na kwa muda mrefu na kuondoka mjini. Mbali na hilo, lazima niende kazini. Sasa nifanye nini? Raia mwingine wa Teherani alisema Iran haijafunga rasmi shughuli zake, ingawa maafisa wa nchi hiyo wamekuwa wakisema mara kwa mara kuwa nchi hiyo iko vitani. Watumiaji wa mtandao waliita onyo la serikali ya Iran kuwa lisilo na uwazi. Baadhi yao wamekuwa wakishirikisha onyo hilo lisilo rasmi lenye uh, kufanana na maagizo ya IDF, imeandika kwa Kiebrania na inawaambia watu kuondoka katika maeneo yaliyochukuliwa ili kuokoa maisha yao. Ndio hivyo, eh, kila mmoja na mtazamo wake, hawataki kuondoka katika maeneo hayo, uh, kila mmoja akiwa anasema kwamba hawapo tayari eh, Mtazamo wako uko vipi? Unafikiri ungekuwa wewe ndio, e, upo katika situation hiyo, ungefanya nini? Niandikia maoni yako chini ya video, usiache kusubscribe e, katika channel hii. Jina langu naitwa Jimson Natson.